katika mikoa ameweka wazi na Mungu kwa sababu ameyasema, anajua tukisimama kwa uaminifu tutabatilisha tutabatilisha makusudi adui. Na kabla tujafanya chochote, lazima tumshukuru Mungu, lazima tumwambie sifa zako, lazima tumwambie wewe ni mwema. Hakika unalipenda taifa hili, ndio maana ukasema ni Israeli wa pili. Hakika kili. Tumeona kilingiliania, mshukuru Mungu kwa amani ambayo tumekuwa tukiifurahia. Tazamaeno yoyote ambayo ni jema mataifa majirani. Na sisi ni taifa gani ambayo halijawahi kupiga na vita kama ilivyo? Ni Tanzania, ni kisiwa cha amani. Baba asante Baba kutulinda, asante. Jicho lako liko Tanzania asante pigana, Uganda imesha pigana, nchi ya Nigeria pigana. Tazama nchi itafanyika kuwa mali pala makimilivo kwa wakimbizi walipokimbia na taifa lao kwa ajili ya vita, isitupate mahama isikuote isikuote isikuot ana kwanza tuna kushukuru kwa sababu taki atupate. Sio sisi ni bora kuliko Kongo, hapana mwana. Sio sisi ni bora kuliko mataifa mengine, hapana mwana. Ni kwa sababu tu na taifa letu, kwa maana kwa ujumbe huu kwa hizi siku nne ambazo umeziota kabla tujafikia uchaguzi, useme na sisi yaliyomo ndani ya roho yako, hata yale yajua yote kuyafanya. Baba, asante Jehova, asante Jehova. Tunakubariki Bwana, tunalitukuza jina lako, tunaliadhimisha jina lako, tunasema asante. Pekea sifa za jina letu Bwana tunashukuru Mungu, tukuze Mungu maneana keti katika sifa za watu wake. mwabe Bwana kwa kumtumia mtumishi wako kusema na sisi. Asante Bwana, na ndiye Mungu amenileta kutoka mkoani mwangu ili kushiriki yalonu kusudia kuyafanya kuzuia makusulia bei katika taifa letu. Asante Bwana, asante Jehova, asante Mfalme.

Katika jina la Yesu, asante Mtakatifu, asante Mungu wetu, asante kwa mtumishi wako, asante Jehova Baba, tunakushukuru, asante Mfalme, katika jina la Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tuko katika uwepo wa Mungu. Sitoke kwa Mungu, tunaenda kuomba, sitakiwe na maneno mengi, nataka twende tuombe tena